kugoshia kwamba Jumapili iyopita tuipata ajifunza kwa habari ya kuzijua kweli mbali mbalimbali katika Biblia za neno la Mungu kumuhusu Mungu na kukisha, kujua hizo kweli zitakusaidia utembee mbali kufika mbali, hauta anishi wa skii kulijifunza kweli kando wa kanda ambazo zilitusaidia, ambazo, ambazo a zinaendelea kutusaidia, lakini asubuhi ya leo kuja Biblia sema, Yesu amesema, sijaja kuleta amani duniani, sijaja kuleta amani duniani bali nimeleta upanga, nilikuja kufutilisha mtoto na baba yake. Maana yake Yesu alikuja kuanzisha vita. Ndio maana tunapaswa kuzifahamu kweli, kwa sababu usikuzifahamu kweli na unajua mamogo na na usipojua mamogo vitani, hiyo ni shida yinjini, itakufanya ushindi lakini ya kwamba akumbe Bwana Yesu alipokuja, anasema alikuja kulepa upanda, alikuja kulepa vita katikati yetu na shetani. Yesu alikuja kuanzisha vita kwa sababu hiyo, kwa sababu alikuja kulepa vita, alikuja kulepa upanda, basi wa sisi watukuwa tuisi kwa kutambua kweli ya Mungu, kwa kutambua vili Mungu anataka, kwa kutambua

Neno la Mungu linafanyika kuwa kama silaha, linafanyika upanga. Ukisoma katika Waefeso Biblia inasema neno la Mungu ni upanga, kwa hiyo lazima ufahamu silaha hizo. Lakini leo Bwana anatamani tulifunze kwa habari ya kushukuru na tahadhari, kwamba ni nyakati za mwisho

Nimekusha kuimaliza nimewafanya hawa watoto wako wamekujua wewe basi, Mungu ninaomba uwalinde kwa vile jina ulilolipa kwa vile unatuombea kwa Mungu tulindwe kwa jina la Yesu. Ni kwa sababu alijua yeye alikuja kuleta upanga, yeye alikuja kuleta vita. Kwa hiyo lazima alisituombea kwa Mungu kwa habari ya kulindwa. Kwa vile Yesu Kristo tunaona alikuwa ni wa kwanza kabisa aleta duniani na alijua kwamba akenda kufanya kazi ya Mungu, na baada ya hapo, ya simaekabihi kazi, alitoa hesabu alitoa hesabu kwamba Mungu, ulinipa hawa kumi na mbili, hata mmoja, hata moja isipokuwa upotee, ili ila ikontinie watu wote walio, anatoa hesabu yake. Na sisi tujua kwamba nyakati za mwisho, na siku moja tutakwenda kutoa hesabu mambo tuafa duniani manaesiwasfiri sisi Mungu, wishi kama wa dunia, wishi, kama kanisa wishi, kama wa Mungu. Hatupaki kuishi kama watu wa duniani tunapaka kuishi kama kanisa la Mungu, tunapaka kuishi kama wateule wa Mungu, tunapaka kuishi kama watakatifu wapendao na Mungu, sio kama watu wa dunia. Maana jamana, Biblia inatuambia kufuata shughuli zote, tunaweza kutafuta mahali, tunaweza kufanya kazi za mikono tukasema sisi uh, ni wasafiri na wapitaji, kwa hiyo hatutaki kufanya kazi za dunia hii, ni yamasa za dunia no, no, no, no! tunataka kufanya kazi pia, kwa sababu tunahitaji, kwa sababu tuna kazi za Mungu pia, ambayo inahitaji kupelekwa kutokana na kazi za mikono yetu. Wanaesi wasafiri, lakini katika maisha Wakorinto wa kwanza, tufungue sasa Biblia zetu. Wakorinto wa kwanza, tuanze sura ya kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya kwa kumi mstari wa kwanza hadi sita. Paulo alikuwa anajaribu kuwausia kwa watu wa kanisa lililokuwa Korinto. Biblia inatuonyesha kwamba Paulo alianza kuambia kwa kwa ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kwamba, akaanza kuelezea habari za wana wa Israeli, kwamba hao ndugu zetu walitolewa kwenye utumwa kama sisi tunavyookolewa. Ndugu zangu, safari ya wana wa Israeli kutoka Misri inafanana kabisa na safari yetu ya kwenda mbinguni tuliyonayo. Wenzetu walipookolewa kutoka kule Misri adokolewa ikilii twambia kama walipita katika bahari wa wakabatizwa wawe wamosa wote, wakala chakula kile kile cha roho, kama tunapokula sisi chakula chetu cha roho ambazo tunakipata kila, kila siku ambayo minene wa Mungu, na wote wakanwa kinywaji kile kile cha roho, kama sisi nasi tuna bao tunapokula siku yakula leo kwa maana walimjua kwamba ambao alikuwa ni Kristo. Tunatambua kwamba wana wa Israeli walipotembea siku moja siku tatu hawajanywa maji wala kupata chakula, Musa akafika mahali akaambiwa, Musa, kifungo yako kwamba mambo yatakuwaje, toa maji bwana wa Israeli, kwa sababu alikuwa amelalamika sana. Ni ni wanasema ni bora tutungerudi sisi, ni bora tutungebaki huko tulipokuwa. Musa akamchoma yamemuumiza akaupiga mawe , lakini ule mwamba ukatoa maji. Yale maji yalikuwa namaanisha, yalikuwa yanatuonyesha kwamba katika ulimwengu wa sasa ni kwa habari ya Roho Mtakatifu nikatuambia wutamani mabawanautamani narudi meisi katika siku za leo. kwa kwa siku mwana mwana ni ka mpendwa, unaweza kulaa kanisani kila siku zina arudi wote, lakini akili yako mara kwa mara inarudi kutamani mabaya, inarudi kutamani maovu, inarudi kutamani vitu vya dunia, unahisi kama wewe kama mtu wa dunia sio kama mtu msafiri. Tuendelee na tahadhari ya kwamba tunapasa kuishi kwa utakatifu. Tunapasa kuishi kwa utakatifu, tunapasa kuishi na kumpendeza Mungu. Maana ilituambia wenzetu katika safari yao, walio wengi Mungu hakupendezwa nao, kwa kuwa walikuwa wanakosea, walikuwa ni watu wa kulalamika, walikuwa ni watu wa kutamani maovu. Ebu tuendelee, msomaji wangu titaliwasaba paka waku Wala mm. msiwe waabudu sanamu mm. kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa watu, waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao wawafanyana, wakaanguka siku moja watu ishirini na tatu elfu. Wala tusimjaribu mm. Bwana, kama wengine wao na walivyomjaribu, wakaadhibiwa na nyoka. yeah. watms kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na na mharibu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tulioufikilia mwisho wa zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Amina, naishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema yaliandikwa yakatuona na sisi tusije tukawa kama wao walivyokuwa. Nafana wao waliabudu sanamu. Sanamu ya leo ni kitu gani? Ni kitu ambacho utakipenda zaidi kuliko Mungu, ni kitu ambacho utakipa kipaumbele zaidi kuliko Mungu. Kitu chochote ambacho utakipenda pedo, kikachukua nafasi kubwa kuliko Mungu, iea kitu cakitca hicho hicho kimefanyika kwa Mungu wako, kimefanyika kwa Mungu wako. Kama ni kazi, kazi ukifanya aita kipaumbele zaidi kuliko Mungu, basi ya kutusabe, kazi kufanyika kuwa samam yako. Hebu iwize anabana kazini, kazi yako tuseme inautaka ufanye kazi mpaka siku ya Jumapili kuanzia juma moja Jumatatu mpaka Jumapili unatakiwa kufanya juma juma kazi. Wewe kama mtu uliye unatakiwa Jumatatu jifunze neno la Mungu, Ijumaa kuzuria maombi, Jumapili uje ujifunze neno la Mungu. Halafu kazi nakuambia kwamba ufanye kazi Jumatatu mpaka Jumapili, je, utachagua nini? Mpendo wa Mungu utachagua nini? Hapo sitakupa jibu, jibu unalijua mwenyewe.

Leo tunapaswa kuona tahadhari kwamba ni wakati wa mwisho, tunataka kuishi kwa bakatwa, tunataka kuishi kwa kumpendeza Mungu na kuyafuata kikamilifu.